Lakini nafahamu kuna wamama wamedharauliwa katika sehemu walizoolewa kwa sababu ya kipato chake, ya mkini unadharauliwa kwa sababu ya elimu ulionayo. Bwana ameahidi kwa ajili yao, hawatadharauliwa tena. Niambie nafsi yako itadharauliwa tena? Yopeno ia sisi kuanzia ubatizo, kwa kadiri ya Mtaguso wa Pili wa Patikano namba 949 tumevikwa vyeo vitatu: ukuhani, unabii na ufalme. Katika unabii tunajinenea hiyo mema, hata kama mazingira haya kupi, kujinenea mema, jinenee mema kwa sababu aliyekuvusha hapa kukutangazia ushindi unapomshukuru Mungu. Nimesimama hapa kukuambia iliwezekana, kwa wa aliumizwa. Lakini ukiendelea mbele katika huu mstari anasema kitu cha pekee, na naomba kitu hichi kikafanyike baraka kwetu sote. Anapoendelea katika huu mstari anasema tena, nitakutukuza wala Nitawaadhibu wote wanaokuonea <coughs> haya si maneno ya Agness. Haya si maneno yangu, ya haya ni maneno ya Mungu. Mungu amejipanga kudili na wote wanaokuadhibu wana, anakwenda kuadhibu kwa mkono wake mwenyewe. Usisumbuke, usiangaike, mpe Bwana nafasi ndiye ambaye atapigana upande wetu, ndugu zangu. Sisi kuvuka kutoka 2025 kuingia 2026, na na na tukiangalia kwa jinsi ya nje, unaweza ukafikiri ni kwa nguvu zako, unaweza ukafikiri ni kwa sababu wa kupanda gari kwenda Kilimanjaro, kwa hiyo kupata ajali, kwa hiyo umetumia akili ya kutokwenda kuhesabiwa ili uishi leo, sio kweli kweli ndugu zangu, ni kwa neema, ni kwa neema. Hakuna mtu ana kitu cha kujisifia kina mama, kwa sababu yeye ameshikilia maisha yetu. Mi naomba nikwambie kuna kitu ambacho haujui katika maisha. Kuna mambo yanaendelea sirini kuanzia Januari hii mpaka Disemba, na mengine Mungu atakufuta tamaa, akikuonyesha utavunjika moyo. Kwa hiyo kuna vitu naomba naomba muombe Mungu akufiche hata simu ya mume wako, kina mama. Hello. Hello <coughs> E, usiangaike, mpe Mungu nafasi ashughulike na kila kitu, kama vile ilivyokuwa 2025. Mungu alikuficha vitu vingi. Naomba nikwambie haujui tu mambo ndani yako, kweli sijui. Kweli. Lakini aishivyo Mungu, wamekuona tena. Wangekuwa wakimobe wanakuja kukwambia, usinge usingesimama usingeendelea na Ukristo. Lakini ashukuriwe Mungu, kwetu sisi Mungu wetu ni Ebeneza, kwa sababu hata sasa ametusaidia. Ekaristi imetolewa kutoka lugha ya Kigiriki ikitambulika kama Ekaristia. Shukrani. Tumekuja kuishi maisha ya shukrani, tumekuja kumwambia Mungu asante kwa jinsi mawifi wasivyonipenda na nimechogoa. Mungu asante. Hicho kikae ndani ya mioyo yetu. Kuna